Mashindano haya ya mpira wa miguu ya beach soka kama alivyoongea mwenyekiti wetu wa kamati ya Olympic, sisi Afrika sasa hivi ni namba 6 na duniani ni 39, kwa hiyo inaonyesha ni jinsi gani ambapo tuna nafasi hiyo ya kufanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia timu yetu bali ya maandalizi hafifu ambayo yametajwa kwamba ni muda mchache, lakini tumeweza kushiriki pia kama waalikwa kwenye mashindano ya Kosafa, na mara mbili tumeweza kuwa washindi wa pili nyuma ya Mozambiki. Mozambiki wao hata duniani wanarenki wako, wako juu sana. Kwa hiyo ni, ni, ni mafanikio makubwa. Lakini pia katika utafiti tuliofanya tumegundua wenzetu wengi wanatumia askari wa jeshi kwa hiyo ndio maana hata tukawiwa kumwomba mkuu wa majeshi kwamba sisi tunaomba tushirikiane na jeshi. Lakini leo ni jambo jema kabisa, hata nilivyoambiwa asubuhi. Mimi nimetoka safari hata sijapumzika, nimeoga tu nikasema nije, kwa sababu ni jambo ambalo limenifariji sana. Nipende kupongeza kozi hii, lakini pia hii kozi ni ya mwanzo tu, tutatayarisha kozi nyingine na tutaita mkufunzi wa kimataifa na tumeshaongea naye. Bahati nzuri, mkufunzi ni ni mzaliwa wa Tanzania, ingawa sasa hivi ni raia wa nchi nyingine, na alishacheza mpira hapa kabla ya kwenda kucheza nje na kubadili uraia. Sasa hivi ndo mkufunzi wa beach soka wa bara la Asia, ndugu yetu Talibu Hilali. Kwa hiyo tutataka aje hapa angalau hizo kozi nyingine tuweze kuzipata, ili ziweze kusaidia. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, sio kozi tu za kufundisha ukocha au nini labda watu wanafikiria tu kwamba sisi mafanikio tunayopata ama mafanikio tumeyapata kwa sababu tumepewa skills za uongozi wa michezo. Mzee wetu Tandau, sio kwamba anajisifia, mimi nimesoma kwake toka club administration, lakini pia katibu wangu na wengine, watu wengi TFF sasa hivi karibu wanafika kumi kama sikosei, ambao wamepita kwake na hizo kozi zinaendelea kila siku. Kwa hiyo pia ni mwambie tunaomba, kuna matatizo sana, kuna watu tu wakinunua mipira huko wanapewa uongozi wa kuendesha vilabu, wanatusumbua. Hebu tufanye hizo kozi, ili tupate skills za uongozi na zile ethics zinazotakiwa kwa kiongozi, kwamba angalau waongoze, ama sivyo haya mafanikio tunayopata yanaweza kawa na anguko kubwa sana. Eh, kiongozi kama huwezi kusimama kama kiongozi, unaweza ukapelekea kukaa. Hili ni la, la, la, la mwenyekiti wangu wa kamati ya Olimpiki, ni sehemu yako hiyo, najua. Mbali ya kufundisha unafanya na research, na unayo data ya, ya, ya, ya, ya uongozi wa michezo katika nchi hii. Sisi kama shirikisho la mpira tumenufaika sana na mabadiliko makubwa lakini mabadiliko ambayo ulianza wewe kwa kushirikiana na International Olympic Committee pamoja na FIFA, umetusaidia mpaka tumefika hapa. Kwa hiyo bado lakini, pia nahisi kabisa na imani kubwa kwamba tunaweza pia tukapata watawala wengi kutoka jeshini. Kwa hiyo pia na jeshi ni rahisi kuwapata ni vizuri pia tukaangalia mbali ya hizi kozi za coaching ambazo wanashiriki wengi wanajeshi na shukuru, lakini pia na za utawala, tuweze kupata na ikiwezekana, kwenye utawala pia wa, wa, wa soka la wanawake lakini sasa, nyie wahitimu, wahitimu wa kozi hii, uh, ni wataki kujiendeleza zaidi katika mchezo huu, kwani mchezo wa soka la ufukweni hauhitaji tu ujuzi wa kucheza mpira bali na nidhamu ya mwili, mbinu maalum na uelewa wa mazingira ya kipekee ya uwanja wa mchanga. Nimearifiwa kuwa mafunzo haya yalijumuisha mbinu za msingi kama vile mbinu za ukocha, sheria za mchezo, usalama wa wachezaji, pamoja na mbinu bora za utimamu wa mwili zinazohitajika katika mchezo huu wa soka la ufukweni. Ndugu zangu, wageni walikwa, waalikwa, washiriki wa kozi, wakufunzi na wanahabari wote mlioko hapa. Soka la ufukweni ni fursa mpya kwa vijana wetu. Mbali na kukuza vipaji, pia inatoa fursa ya ajira, kukuza utalii wa ndani kupitia mashindano mbalimbali mbali ya kitaifa na kimataifa. Hivyo basi ni waombe kwa kila mmoja wenu kutambua jukumu lake la kuwa balozi mzuri wa mchezo huu hapa nchini, na hata mtakapokuwa nje ya nchi au mahali pengine popote duniani, endeleeni kueneza maarifa haya mlioyapata kwa askari wenzenu, kwa maana nyinyi mmeambiwa ni makocha. Kwa hiyo mnaenda kufundisha, tunataka tuone matunda Mkafundishe, isiishie nyinyi kucheza tu bila kuzalisha timu. Nimeambiwa mmetoka maeneo mbalimbali ya maeneo yetu ya vikosi vya jeshi, au formations au kamandi tunavyoita. So tunategemea kwa muda mfupi tutapata timu nyingi sana. Rais kaeleza, sio baharini tu, sehemu zote zenye ufukwe kuna maziwa mengi sana Tanzania, na Ta tuna vikosi vingi. Ameeleza hapa viko pembezoni kwenye maziwa mengi, tunategemea timu ziibuke huko. Kwa hiyo ninyi, tunataka baada ya muda mfupi tuone hizo timu zinakuja kushindana hapa, na ikiwezekanika zishindana na hiyo timu ya taifa.